Hii sehemu imetengenezwa na wananchi na kisawa, kila mmoja ambaye amejitengenezea ni apewe nafasi ya kumiliki hiyo sehemu ambayo amejitengenezea mwenyewe. Kwa hivyo kisawa sawa, hii hapa haifai kuwa settlement scheme. Na kama ni settlement scheme hii, ambao mtu ameinvesti mpaka amefikia pale, amefika tunataka kujua ni kipengele gani cha sheria na ni kipengele gani cha katiba ambacho kinasema mtu akiwa ameinvesti serikali inaweza kuja kumpokonya na yapeane mtu mwingine ambaye hajainvesti pale? Haiwezekani. Kupitia kwa ofisi za serikali tutaenda kotini mpaka tuhakikishe hawa watu wa, wa, wa Sabaki, nini eh, Kibokoni baharini wapate haki yao kisheria kupitia kwa koti, na kama imeshindikana itabidi tuingie mpaka kwa international organization na tushtaki. Ninaongea na uchungu sana kwa sababu mashamba haya tukishika ilikuwa ni mchanga mtupu wa baharini hata mtu akikwambia utafute unyasi mmoja umpatia kupatia elfu moja utaikosa ile elfu ekari zetu ni mia tano na arobaini ndivyo sivyo ndivyo habari ambazo ziko saa hii ni kwamba hii shamba hapa tumepatiwa trikota mimi mwenyewe shamba yangu ni ekari mbili kasoro. Sasa sahihi kama mimi nasikia kwamba kuna hiyo, hiyo, hiyo shamba nitapewa robo eka ama nusu eka, mimi mwenyewe tayari nasikia uchungu.